Ni moja katika ibadati ambazo kwamba zafanywa kuanzia tarehe kumi ya Dhulhijja, tarehe kumi tarehe kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu hasa na ayamu tashriki zote, na ni moja kati ya ibada kubwa ambazo kwamba mwislamu atakiwa azifanye. Na baadhi ya ulama wamekwenda kusema ni wajibu kabisa mtu kufanya udhiya kulingamanisha na ahadith ambazo kwamba zimekuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikiwa e moja ni ile mtume pale aliposema man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, yoyote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu atampatia nafasi kisha asichinje, basi asikurubie mtu kama huyo musalla wetu, yana asije kuswali na sisi idi hii. Ni kuonesha kwamba ni jambo ambalo kwamba lina umuhimu mkubwa sana katika dini. Aludhhiya, kabla ya kuielezea taarifa yake na ahkami zake na shuruti zake, ni dharura tupate kujua aludhhiya au asili ya ibada hii ni nini. Taban ni masafa marefu, ni kisa kirefu, lakini kama huwa maarufu ma kwamba asili yake ni Sayiduna Ibrahim alaihi ssalam, pindi alipoota ile ndoto kwamba yuwamchinja mwanawe. Mola subhanahu wataala akamletea kondoo badala ya kumchinja mwanawe. Kila akitaka kumchinja mwanawe aona hachinjiki. Mola subhanahu wataala akabainisha katika Quran, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamtolea fidia Ismail kwa kitindo ambacho kwamba ni kikubwa ambao kwamba akaletewa kondoo kutoka peponi na Jibril, ndiyo akamchinja. Ni ibada kama hili ikabakia, na ukiangalia mawakii mingi ya ibada ya haja hasa asili yake ni sayyiduna Ibrahima alayhi salam. Sote twajua kwamba kuna makamu Ibrahim, asili ni huyo Ibrahim. Tukija mathalan katika maji ya Zamzam, asili ni huyo huyo Ibrahim pindi Ismail iwatafutiwa e, maji kisha kukachimbuka pale mahala alipokuwa Ismail, kukachimbuka maji mahala kama pale, ndio yale mauzamza mambo kwamba mpaka sasa leo watu wakenda kule wayapigania na ni hadia kubwa, ambapo kwamba mtu akiletewa maji kama yale ambapo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasifu kwa iddatu ahadith. Kadhalika ukenda kama alkaaba yenyewe

ambo kwamba ili maqamu watwambia pale alikuwa akisimama akijenga ile Alkaaba, ndio ikawa ili maqamu, maqamu Ibrahim. Lakini almuhim ni kwamba asili ya udhiya imetokana na sayidna Ibrahim pindi alipokuwa ataka kumchinja mwanawe Ismail. Udhiya, udhiya kama wanavyoelezea ulama lfiqhi, ul huwa dhabhun makhsusun biwaqtin makhsusin biniyati makhsusatin dhabhun makhsusun ni kitindwa, kitu ambacho kwamba ni makhsus. Hapa pataka bayana fi waqtin makhsusin, katika wakati ambao kwamba ni makhsus. Bi niyatin makhsusatin, kwa nia ambayo kwamba ni makhsus. Vipenge vitatu muhimu ni lazima viwepo katika ibada hini ya udhiha. Huwa dhabhun makhsus ni kutinda kitindwa ambacho kwamba ni makhsus bimana si kitindwa chochote ambao kwamba iliobainishwa na fuqaha na nayobainishwa katika hadithi, ni ima mtu atinde kondoo ama atinde mbuzi ama atinde ng'ombe eh, ama atende ngamia. Hakuna kitindwa kingine mbali na hawa, ndio ambao kwamba wafa kuchinjwa katika udhiha na aa, ukija katika kondoo katika mbuzi kama wanavyoelezea ulamalfiqhi na ahadith bila kutoa istikhraji kwamba hichi asili yake ni hadithi yake ni hini ni hini, ili kufupisha masafa, ni kwamba kondoo na mbuzi hawafai kushirikiana watu wawili. Kondoo na mbuzi ni mtu mmoja peke yake, lakini ng'ombe ama ngamia waweza kushirikiana watu saba. Watu wawili mpaka watu saba waweza wakashirikiana kuchinja eh, ng'ombe mmoja ama wakachinja

swala ya Idi rakaa mbili na khutuba mbili baada ya kuchomoza jua, yaani baada ya kuchomoza lile jua, kisha ukapima muda kiasa kumalizika rakaa mbili na kumalizika khutuba mbili, kisha kuanzia pale mtu ameruhusiwa ameruhusiwa kuchinja. Au kwa ibara fupi, pindi watu wakirudi kutoka msikitini kumaliza ibada ya ile kuswali Idi, basi ndiyo pale mtu yuwafaa kuchinja. Ama ukichinja kabla ya hapo, basi fahiya sadakatun qarrabaha li ahli, kama mtume alivyobainisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakaechinja kabla ya hapo, basi ni sadaka tu hiyo, amekurubisha kwa familia yake, kwa watu wake, ili watu wale, kwa hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna awwala ma nabdau bihi yawmana hadha an nusalli, kwanza tuswali, thumma narji, kisha turudi, fanan nahar, kisha ndo tuchinje Faman faala dhalika faqad asab, atakefanya hivyo basi amepata. Lakini yule ambaye kwamba hatofanya hivyo au waman dhabaha qabla dhalik fa innama huwa lahmun qaddamahu liahlihi leisa min alnusuki fi shei, ni nyama tu ameitanguliza kwa watu wake, wala katika ibada kama hini hakupata chochote kwa sababu

au mnyama kama huyu, kuna vitu ambavyo kwamba ni lazima vifahamike, na nazo ni shuruti za mnyama. Pia amezibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo kwamba amepokea alimamu Ahmad, ashabu sunani wameipokea, na alimamu Tirmidhi wa Ibn Hibban an al-Bara Ibni Azib radhiyallahu anhu, qala sama kama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Mtume alisimama kwetu sisi, fakal akasema: arbaatun la tajuzu fi ldhahaya, wanyama wanne hawafai katika kuchinja, katika hawa udhiha ambao kwamba tutazungumzia. Wa kwanza, Mtume akasema alaurau albayin wa auruha ni kiguru au alaura afwan, alaura mwenye aibu albayinu auruha, ili aibu yake ambaye kwamba itakuwa iko wazi. Wal maridatu albayn maraduha, na mgonjwa ambaye kwamba ule ugonjwa wake uko wazi, yote akimuona afahamu kwamba ni mgonjwa. Wal arja na kiguru, albayinu dhal'uha, na mkubwa ambaye kwamba haivi Yani mnyama amepevuka, mnyama kila kikuwa sana huwa simtamu tena yule mnyama. Kadhalika pia akipevuka kama hivyo, pia hafai kuingia katika ibada hini ya udhiya. Ulama wakasema, na yoyote ambaye kwamba ana sifa mfano wa hizi ama zaidi ya hizi, basi kadhalika iweingia. Kama mfano Mtume hakumtaja kipofu, hakumtaja kipofu, lakini kipofu ataingia katika Haya, hata kama mtume hakumtaja itafanywa kiasi na kadhalika. Mathalan mnyama iyo amekatwa muundi wake kadhalika, anaaibu itakuwa hatosulihi katika katika kuchinja. Katika kuchinja alivyofahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, uzuri ni mtu achinje yeye mwenyewe, kama itakuwa iwaweza kule kule kuchinja. La, hawezi basi aweza kumpatia E, mtu yoyote amchinjie, aweza kumpatia mtu yoyote amchinjie, imeruhusiwa lakini almuhim ni nia, yule mnyama ni wa nini? Ni wa udhiya fahamike, na niye yule mnyama ni wa udhiya. Kisha katika kuchinja ni sunna mtu aseme allahumma bismillah allahu akbar allahumma hadha mink walak, bismillah allahu akbar allahumma hadha mink Haya ndiyo maneno ambao kwamba mtu akichinja yuwafaa kusema. Kadhalika kuna kitu muhimu tumesahau kukieleza katika umri wa mnyama ambaye kwamba afaa kuchinjwa, ambapo kwamba ngamia yuwafaa ni ngamia ni almusinna, almusinna kwanza, almusinna almusinna ni ngamia ambaye kwamba ana miaka mitano na ng'ombe ni ambaye kwamba ana miaka miwili na mbuzi ama kondoo na ambapo kwamba ana miezi miezi sita kwa ikhtisar, lakini kuna zaidi ya hapo ambapo kwamba wameyaelezea ulama. Na miongoni mwa vitu ambavyo kwamba e, ni muhimu sana katika kufahamisha katika masala kama haya ni ile nyama ya udhiya. Ile nyama ya udhiya yatakiwa ifanywe vipi? Ulama wasema, ile nyama mtu atakiwa aigawanye mara tatu, mtu atakiwa aigawanye mara tatu ile nyama. Thuluthi ya kwanza iwe ni thuluthi ambayo kwamba atakula yeye mwenyewe, kisha thuluthi ya pili iwe ataweka akiba, na thuluthi ya tatu iwe atatoa sadaka, kwa hadithi ya Mtume sala salam asema, kulu wadakhiru watasaddaku, kuleni, wekeni akiba na mtoeni nini na mtoe sadaka. Ama yeye mtu kula ile nyama yuafaa ama hafai? Bi maana mimi nilochinja nafaa kula ile nyama ama sifai? Itategemea kwa nini umechinja. Au taban umechinja ni kwa ajili ya udhiya. Je, ni udhiya tatawuan ama ni nadhran? Je, ule mnyama ule umemchinja ni kwa nadhiri ama ni tatawu? Tatawu maana yake ni kwamba umechinja tu, ni sunna lakini nadhiri umeweka nadhiri, mimi Mwenyezi Mungu akinipatia uwezo, nimeweka nadhiri, Mungu akinipatia uwezo, siku ya Eid nitatinda. Sasa ule mnyama sasa ni wanadhiri, si watatowu. Kama ni wanadhiri, hufai kula hata kidogo, lakini kama ni watatawuu tu, utakula. Kwa mfumo huo ambao kwamba ametufundisha Mtume, kwamba kulu waddakhiru wa watasaddaku kwamba kuleni na namutoe sadaka na na kitaka, na thuluthi ya tatu muweke akiba. wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi ssabil. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.